Wanaotoka ofisi ya waziri mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano. Naomba pia nikumbuke wanufaika wa programu hii ya leo ambao umetukusanya siku ya leo, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, naomba niwasalimu kwa jina la jamhuri ya muungano wa Tanzania, jamhuri ya muungano wa Tanzania kazi, wa Tanzania. kazi, kazi na utu kazi Naomba mjibu, kazi na utu nasonga mbele. Kazi na utu nasonga mbele. Awali ya yote, ndugu waalikwa, mabibi na mabwana, naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma ambaye ametujalia kuifika siku ya leo kukutana leo kwa hafla hii muhimu yenye dhamira kubwa kwa maendeleo ya vijana wa taifa letu kwa ujumla. Hakika ni neema kubwa kushuhudia tukio hili la kihistoria ninathibitisha matunda ya juhudi za serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pekee mimi mwenyewe nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Dk Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuniamini na kusimamia wizara hii muhimu iliyo chini ya ofisi ya waziri mkuu ambayo inashughulikia kazi, ajira na mahusiano. Niwahakikishie kupitia nyie, nimwahakikishie Mheshimiwa Rais nitaendelea kumsaidia kazi aliyoniamini kwa weledi mkubwa uadilifu na uchapakazi ili vijana wa Tanzania wenye matumaini makubwa na ajira pia wafanyakazi wote wa Tanzania na wadau wote wa mahusiano waweze kupata huduma iliyo bora zaidi. Ndugu waalikwa, mabibi na wabwana, hafla leo ni ya kipekee na ya mfano, kwani kwa kuwa imebeba dhamira muhimu ya kuwatambua na kuwapongeza kwa kuwezesha kwa vijana 84 waliolejea salama nchini baada ya kukamilisha mikataba yao ya ajira nje ya nchi. Vijana hawa ni ushuhuda hai kwamba ajira nje ya nchi inapopangwa, kusimamiwa na kutegelezwa kwa kufuata sheria za taratibu, ni fursa halali, salama na yenye manufaa makubwa kwa kijana mmoja mmoja, familia, taifa la Tanzania kwa ujumba. Ndugu waalikwa na mabwana, serikali inaweka mkazo mkubwa katika kuzingatia misingi ya usalama, heshima utu na utu wa Mtanzania na ulinzi wa haki za wafanyakazi pamoja na kuhakikisha ajira hizo zinachangia kikamilifu tija na ukuzi wa uchumi wa taifa. Lengo letu kuu ni kuhakikisha kuwa ajira za nchi zinabaki kuwa fursa salama, yenye star, yenye tija na yenye manufaa kweli. Si tu kwa vijana wanaoshiriki moja kwa moja bali kwa maendeleo ya taifa letu la ujumla, kama ambavyo mmekuwa mkifanya, ndugu zangu wa taasisi isiyokuwa ya serikali hii ya COMHESWA. Niwapongeze sana kwa COMHESWA kwa kazi kubwa ambayo mmekuwa mkiifanya.